Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mpenzi mtazamaji, mfuatiliaji wa channel yangu, leo nimekuja na kigongo kipya. Bas, bismillah, ninakuomba unisaidie kushare, kusubscribe, lakini pia like na kucomment, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nahitaji kuvizungumza, lakini kwa leo nitazungumza kwa kuchache kabisa. Wewe kama unasumbuliwa na tatizo la kufeli katika ndoa yako hasa unakuwa na tatizo la kugairi gairi. Kila ukitaka kufanya tendo unaingiwa una na kugairi, wewe au mwenzi wako, basi huo ugonjwa unaitwa nkoma moyo kwa huko kwetu. Hivyo kwa mwenye kuhitaji tiba ya nkoma moyo, ninakukaribisha bidhinillahi, ufike kwetu, lakini pia nitaweza kukuelekeza kama unaweza ukapata matibabu huko, utafuta mti unaitwa e, kuna mti unaitwa mjeda. Ukiopata huo basi, utochanganya na miatisaila halititi karafuu maiti e, lakini e, utajichanja uta, uta, uta, uta, lakini pia utakunywa ndani ya siku saba, asubuhi, mchana na jioni, tatizo hilo litakuwa limeisha lakini kama unahitaji dawa ambayo iko tayari, basi ninakukaribisha karibu sana kwa mawasiliano sifuri saba nane tano ishirini sitini na nane thalathini na nane sabini thalathini na nane. Mwisho hapo sifuri saba nane tano ishirini sitini na nane thalathini na nane inapatikana Tanga. Karibu sana.